Kojiwa Waziri Nape mwana nauye ubuma bwa batemi ba na busukuma na tulinabulo mzibutale ukupandika wa mugheni wako waziri wamyatila iyo abisa batemi tuyimelile umachalo kise. Muheshimiwa Waziri Nape Nnauye, umoja wa watemi wa Usukuma tunashukurani tele kwa kupata ugeni wako waziri wa shughuli ambazo sisi watemi tuna dhamana ya kuzisimamia katika jamii zetu. Pangamaga yu walikubande oderela chiza imiatile yenyi hiyo nguno no. iyo ikatumanishaga wumue wise kumahanga gose ubarikiwe Mwenyezi Mungu wakujalie heri upate kuzikabili vema shughuli hizo, wane ndizo kitambulisho cha mgutu wetu kwa mataifa yote. umkwetile imiatila yeneiyo iyose abise bumo bo watemi wa wusukuma kubakwitegeleja ubutito bwa miatila yeneiyo twakwinuisungi lyaningi ntale tongejiwa mbinanhale o kuhamila na mbinayitika katika kutempelela shughuli zote hizo, umoja wa watemi wa Usukuma, kwa kutambua dhamana kubwa ulionayo, tunakutunukia cheo cha manju mkuu, kiongozi wa ngoma kubwa, mwenye kugani umati wote ukaitikia. hanhukolaga lolo shishi cheimwanza shambushi ulumeng'ho lwa wulengi woko dina lyako twakwitanaga ulisangija osangija gabaliluja wose Pokea. Okay, sasa usinga wa nyumbu, kielelezo cha umanji wako. Jina lako ulilokupa utakuwa Sangija, unaunganisha na manzu wote. Sangija hamilaga lulu ukukungumule na kukujamia uwutamutuli wihanga lise oveja Sangija. Yani sasa uinue na kuimarisha utamaduni wa taifa letu. Asante.